Kile kitipo unaona kule ni kibosi kile pale, mimi nataenda nikiongeleshe. Kile kinaikala pale kile cha tumbo ni kibosi, minaenda nikiongeleshe. Ah, hayi boss. Ah. Habari yako sheri? Asa mie kukufasi kwe mineza bapata hmm. Bakyana mina semaka eske mini likutuma mini liona ukuwa deception na nikakusikilia huruma. Asa kukufasi kwe mi so nayo akuko basheri babye weka, unaeza niambia mineza kuletea tasa hii, so unasema basheri. Asa unajua kriteri yangu ya sheri, mini niko nao bakyana babye nikawafikiza apa, utapaga, utapenda. utapagawa utapenda utapagawa mie ni babebe babye, utafurahia utafurahia sana. Nichungeni minite, ninakuya seziikala hata na sio zangu Patro Dani, nishafika nao Mshafika no vale babebe, yo habo. Yo habo. Bagioke kwa ni one? Si onesha hapa musuri hapa. Mbiteri yangu hii? Ni ayo ndu na pendaka, we peke ni ayo. Nina juwa. Mwika de basu. Karibu. Eh. <coughs> <coughs> Kriteri yangu ya kwanza, mwanamke mwenye kuna rame rame ya 2025 2026. Kriteri yangu ya pili, mwanamke mwenye iko na sen ya kushimama, yani kama msikie msizaeni, sen tete, yani maziba ya kushimama. kriteria yangu yes. mm -hmm. ya tatu ni mwanamtu mwenye kuna carte memoire interne Nasema hivi, karte memoire interne ni iko vierge, nyamuna mukitu na ina ndani mafisi. C'est très simple. Carte mémoire interne nikovierge. Et puis, na nakuongezea ni mwanamke mwenye ana probleme na pesa, donc yeye ana probleme na makutaaang ni avnaa sasa mama ule kaka. I wala ana eh, Frank. Ana makuta. Ah. Mara mimi choka hata na kusema, Eh? Kile kimwanaume hichi kinaikala pale kile garso. Sio kwa siri ni tena si ole. Na mimi si wewe ni ki distre kile ki garso ni ki distre, ki distre sana. Haraba. Eh. Sasa mimi ni shaka kwa prendre tu. Moi mwezi de nani, mwezi ya kumi na mbili hey, eh, hey. Eh. de Desemba bana umetu bana jifanyaka tu vile.